Oh yeah. BobCat MC na Kiberenge. Hapa Tabata, hapa Temeke. Naona dogo, naogopa mua imekuja toka Temeke kukuka mua, umevaa mzula, utasema muuza miwa leo, pande za Tabata ndo zimevamiwa. Umevaa koti wakati mvua inyeshi, kikucheki kwa nyuma unaonekana kama mcheshi, na hilo buti lako ambalo umenunua Karume. Umesimama simama, uonekani mwanaume Rudi shule umesimama kama msukule, hata huu kijana pa kwangu ni kazi bure. Kuna utanawa lakini hutokaa ule, umeweka meno umeweka mdomo kule, na hiyo pua yako imekaa kama filimbi. Mtoto mzuri masio kama mbilimbi, nimekutana na Josefu mbilimbi, kikusachi mfukoni hauna hata masimbi, na kukimbiza hauna kitambi. Ulikula za msiba tu rambirambi, na kufanyia kweli paka na chuchuma Jinsi muonekano wako tasema vile kicha umejaa umejaa akili za uchizi unatoga unaonekana kama mazi na kumaliza mtoto. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay, napata yeah, yeah. ukichaeeo nimekutana na MC ambaye kwanza hajaokoka mistari miwili kivipi? Mbona mchizi ameshachoka wewe? ah. mchizi haujarapu umeropoka, mapafu yako yameshachoka, na kucheki na kono umevaa kofia mistari ya kipumbavu kwanza, wewe unaniofia. ah. mchizi kwanza umevaa saa na mtana kwenye freestyle battle za Micasa, huyu mchizi anaonekana haiko fiti leo, nakutana kwanza ndani ya biti ah. na kucheki umevaa vesti nyeusi we mchizi kwenye vesi hau ah. na vyesi na kucheke nazako ndevu kwenye freestyle kwanza hata weso mwerevu. Na kucheke kwanza umevaa kacha kwenye freestyle bwana mdogo, mbona acha unaonekana kwanza we umeropoka ushachoka. Na kwanza na kwa ume sisi mchizi na kuona wewe ni kiciaa, umevaa shati lenye mistari na kufreestyle we sio mkali, na kukula kama punjepunje za wali. Yeah. Oh, yeah. Unajua kuna vitu ambavyo vinatokea hukutarajia ndo kama hivi sasa. Naam. Naam. Binafsi yangu Kiberenge kama ameshika mwenge hivi anaokimbiza kijiji hadi kijiji. <laughs> Mwanzo mwisho. Kwa hiyo dai kura yangu da Kiberenge amekua ya mapema mno, nilitegemea labda Bob Cat MC anaweza kaja na comeback lakini mwenge alikimbiza Kiberenge kama Bobcat MC ameshindwa kufuatisha hivi. Kwa hiyo kura hii amechukua Kiberenge kwa govini. Okay, kura ya kwanza kutoka kwa Songa, yeah, inaenda kwa Kiberenge. Bwana, kura yangu pia inaenda kwa Kiberenge vile vile. Always. Kwa hiyo mimi nikasema huyu jamaa kama akija kinyonge anakandamizwa na ile energy. Yeah. Eh, yani yes. Ni kama uh, tunasema uh, Nas anakutana na Buster Rhymes. Yeah, yeah. Ushaelewa, yeah. Yeah. Unajua kitakachofuata ni kwamba Nas atatu prove kwa lyrics, lakini Buster atakalisha kwa sababu ya vibe na energy. Yeah. Kwa hiyo sasa Huyu mwamba Kiberenge alipoanza na energy tu. Mimi nika doubt itakuwaje hapo kwa Bob Cat. Sababu Bob Cat kikubwa anachotegemea ni energy. Energy. Lakini mwamba katia energy, afu katia na makonde juu. <laughs> Kwa hata mimi Kiberenge nampa hii round kwa kwa Bob Cat yeah, yeah. Jifikirie next time. Eh hey, bana makofi tena kwa Kiberenge. Oh yeah. Shout out to the, uh, new heads in City Rap Battles. Kibeenge yeah. Salute mwanangu.